Tukirudi humu nchini ni kwamba familia moja katika mtaa wa Huruma hapa Nairobi inaomboleza kifo cha jamaa yao aliyepigwa risasi wakati wa ghasia za uchaguzi nchini Tanzania. John Okoth Ogutu aliyekuwa mwalimu katika shule moja jijini Dar es Salaam alikohudumu kwa miaka kumi alipigwa risasi na kuuawa. Mwanahabari wetu Ben Kirui alizungumza na familia yake na kutuandalia ya taarifa inayofuata sasa. Ni siku ya sita za majonzi kwa familia ya John Okoth Ogutu, mwalimu raia wa Kenya aliyepigwa risasi na kuuawa wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi nchini Tanzania. Ogutu mwenye umri wa miaka 33 amekuwa akiishi na kufanya kazi Dar es Salaam, akifunza shule ya msingi ya Sky School eneo la Kinondoni. Familia yake inasema walipokea simu ya kusikitisha kuwafahamisha kuwa jamaa yao ameuawa. Tukapata ujumbe ya kwamba amepigwa risasi alipotoka shule, alikuwa ametoka tuition akiwa na wenzake, sasa wenzake wakamwona wakati hiyo risasi ilimshika. Tumehuzunika sana kupata habari ambazo zinatuvunja roho kwa hakika, kwa wale Wakenya wote ambao walienda Tanzania hatuwezi dhania kwamba wakenya wale wote walienda Tanzania ni Wakenya wanaenda maandamano, na hivi sasa kulingana na zile taarifa ambazo tunapata kutoka kule ni kwamba Wakenya wanadhulumiwa, wanathulumi kule zaidi. familia inadai Ogutu alikuwa na walimu wali wenzake akiwa kwenye harakati za kurejea Kenya kutokana na hali ya taharuki iliyokithiri nchini humo. Kama inawezekana, Juni mutu alikuwa na vitu zake huko, at least kama nafasi inaweza patikana, kama amani iko huko watu wetu wanaweza serikali inaweza kutusaidia watu waende huko, tujue ako wapi na vitu zake, kama tunaweza pata, na hiyo mwili tumzike tu, watuletee hata mwili mpaka kwa boda, tuchukue tuende, tuzike, tutakuwa tumesaidika. Juu sasa tusipompata itakuwa ngumu hata kwa familia, hata kwa watoto, hawataamini kwamba baba yao alikufa Licha ya juhudi zao za kutafuta taarifa ikiwemo kuwasiliana na wizara ya mashauri ya kigeni jijini Nairobi, familia inadai haijapewa ufafanuzi wowote kuhusu jitihada za kurejesha mwili kwa mazishi. Ikiwa wale Wakenya ambao wanaishi kule wote wamewekwa kuwa ni wahalifu ambao wamekuja kuchoma nchi yenye si yao, mbona wasirudishwe Kenya hapa, manake wanakwao? Kwa familia hii kila siku bila taarifa inazidisha uchungu kuhusu buriani ya heshima kwa jamaa yao. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.